Habari ya saa hizi ndugu wapenzi watazamaji, kwa majina naitwa Gabrieli Yohana Ngalia. Mimi ni mtumishi katika kampuni ya Venabees Investment, lakini pia ni mtaalamu wa nyuki. Siku ya leo niko hapa kuleta taarifa nzuri kwa watu wenye maswali mengi na baadhi ya wateja wetu wenye maswali juu ya asali. Inatengenezwa na nini asali haitengenezwi na vinyesi vya nyuki. Asali haitengenezwi na kitu chochote ambacho ni mali, ni ni mali taka, sijui tunasema ambayo inatokana na nyuki, kwa sababu watu wengi wanadhani hivyo. Lakini pia asali inatengenezwa na nekta ambayo ni majimaji yanayopatikana kwenye maua, ila mpaka inakuja kupatikana ile asali huwa kuna mchakato ambao nyuki wanaofanya na mchakato ule unafanyika kupitia mate ya nyuki. So kwa sasa nataka tuyaongelee mate ya nyuki, kwa sababu mate ya nyuki ndio kila kitu kwa nyuki. Mate ya nyuki ndio wanaotengeneza asali, mate ya nyuki ndio wanaotengeneza gundi ya nyuki ambao tunaita propolis. Tunakuja kuitumia kama propolis tincture, lakini pia mate ya nyuki ndio anaosaidia kwenye utengenezaji wa masege kupitia wax plant. Mate ya nyuki ndio anaosaidia kwenye utengenezaji wa chakula cha malkia ambacho ni rojel. Utaona jinsi mate ya nyuki yanavyokuwa na thamani. Ni vitu vidogo sana kuvielewa, lakini vina thamani kubwa, sababu ile by product tunayopata kwa nyuki inatokana sehemu kubwa na, na mate ya nyuki. Sasa mate ya nyuki yana nini? Yana vimeng'enya madini na viambato vingi ambavyo vinafanya kazi ndani ya mzinga. Vimeng'enya vinavyopatikana kwenye mate ya nyuki ni vingi, ila na uwezo wa ku mention vichache kati ya hivyo vingi, una kuna invertase ambayo, hii kazi yake ni kuvunja sukari ngumu ambayo inatoka kwenye nekta na kuifanya kwa sukari laini, ambapo sukari laini hapo ndio tunapopata glucose, fructose, ndiyo lakini, pia kuna kimeng'enya kingine kinaitwa glucose oxidase. Hii glucose oxidase, oxidase kazi yake mmoja ni kutengeneza hydrogen peroxide, ambayo hiyo ndio inayosababisha asali inakaa muda mrefu bila kuharibika. Asali inaonekana ni dawa ya kutibu vidonda, ni kwa sababu ya hii hydrogen peroxide ambayo yenyewe ni antibakteria inaenda kwenda kinyume na bakteria zinazokuwepo tofauti ndani ya asali. Ndio maana utasikia asali inakata miaka mia. Kinachosababisha asali inakaa miaka mia ni kutengenezwaji wa hii hydrogen peroxide, lakini pia kuna diastis. Diastis kazi yake ni kuvunjavunja vunja wanga. Tuko pamoja, lakini pia kitu kingine kinaitwa lisomize, lakini kuna kitu kingine kinaitwa amalize. Maona sasa hivi vyote vinapatikana kwenye mate ya nyuki. Hata kama ilivyo sisi binadamu tuna mate na na kazi nyingi, kulainisha chakula, lakini pia kutumia mate haya unaweza kuchachisha chakula kama tuna hivyo na mate kwa nyuki yana thamani katika kuhakikisha sisi tunapata benefiti ya nyuki kwenye maisha yetu. Kwa hiyo asali inatokana na nekta, lakini ili iitwe asali kamili, asali pure honey, ni lazima mchakato wa mbadilishano wa ile nekta baina ya mdomo wa nyuki mmoja na mdomo wa nyuki mwingine kwa mate na ndio maana watabadilishana kwa mdomo, lakini kama haitoshi, wataendelea kubadilishana mpaka wao wenyewe watakapoona kiwango hichi tulichobadilishana kimetosha. Naa, Na na ile sega lenyewe linatengenezwa kwa mchanganyiko wa vitu ambavyo na mate ya nyuki yakiwemo ndani, undi ya nyuki pia inatengenezwa kutokana na maji maji yanayotoka kwenye mabomba, lakini pia hayaji tu direct yale maji maji na sumu, lakini mate uji, ya nyuki kazi yake kunja kunja sumu na kuitoa, lakini pia kutoa bakteria ambayo ina wazuri kwenyedi kwa umoja. Lakini mbali na umoja wao, kitu kingine kinachoongeza thamani, kwa nini sisi tu invest ya yuki, ya, kwa nini sisi tuajali sana nyuki, ni mate yao. Ni kitu kidogo, kwa kukifikiria mate utasema ni kitu cha kawaida, lakini mate ya nyuki chenyewe ndio sehemu kubwa ya product sisi tunazopata kwa nyuki, atuwezi apata yenyewe kama zile ya Miku Miku so, za na zile product ya sadjeni na kole zote hizo tunazipata zikiwa tayari mchanganyiko wa mate ya nyuki, na hiyo inatufanya sisi tunaona nyuki ni mdudu wa thamani sana kwa maisha ya binadamu kupitia yeye magonjwa na changamoto za kimwili, lakini pia kujenga afya kunapatikana. Basi kwa kusema machache hayo, ninatumaini nimekujibu, lakini pia ninakukaribisha katika madarasa ya muda mfupi ambayo yataanza tarehe ya kumi na tatu ya mwezi huu wa kumi. Madarasa haya yatalenga fursa za ufugaji nyuki, lakini pia yatalenga katika kukupa maarifa ya kutambua nyuki ni nani, anaishije lakini unawezo vipi wewe kummeneji. Mimi naitwa Gabriel Wanangali, nakutakia yes, siku njema.